amesema endapo ataongoza nchi hii atahakikisha kilimo cha mabungo kitakuwa ndio kilimo kikuu kwa Zanzibar. tumefanya utafiti ndio bungo ni tiba kuliko dawa zote, na ndio maana nimesema nitakapokuwa rais wa Zanzibar, kilimo kikubwa Zanzibar kitakuwa ni kilimo cha mabungo Nitakayo afanya yeah, ni makubwa ndio. Nimekuja juzi na basi zima la wazungu, nikawapeleka huko kwenda kuangalia ramani ambayo kuwa watakuja kujenga chuo kikuu a kitachukua kita watu laki watachukua la, watu, watu elfu tatu hakuna mtu atakayekosa ajira ndio. Aidha mgombea yeah, huyo yeah, yeah, urais yeah, amegusia kwa msisitizo kwamba Endapo atakuwa rais wa nchi hii atahakikisha wanaume wote wanaoa mke zaidi ya mmoja. Nikiripoti kutoka Pemba, Aisha Haji, Azam News.